Pendeze bado majina yangu kabisa e. Najua nikikwambia eh, dunia ukimwagika unabakia kuwa ulimwengu kabisa e. Nilikwambia vijana ni Iluminati, vijana Iluminati e. E. Iluminati. Maana ya pili ya Iluminati e ni kukosa adabu e. Iluminati. Hey, Illuminati. Sasa umesikia vijana walioko uwanjani? Eh hey. Anasema anasema hey, ni Papa Afrika. Hapo sasa sio mimi. Eh hey, anasema kuwa eh vijana Illuminati. Eh yeah. Naona Samba huko Moshi pia amejaja hapa na biskuti. Unaniita The Doyen. Hey. The Doyen ametuletea hapa biskuti. Sasa biskuti bila soda bila maji sasa, sasa, unataka kusema ni cha lazima kama hando. hando hando ni nini? Ando. Hando ni kama... Wacha, wacha aseme. Ajui. Hando ni nini? Hawezi kujua. Hando Uh-huh. ni vazi la Kitaita kama skati Uh-huh. ambayo wanavanga wanadada kutoka Kitaita. Hilo unasikia wapi? Hiyo ni cha lazima. Uwezi kuwa eh, mwanadada kutoka kule Taita uh -huh, na useme ati hauna hando uh -huh. A, sasa nikiingia katika kamusi yangu nitapata ha, neno hando. Ingia, ingia hapo sasa. Ni venye kwa ntapata apo sasaenye Kiswahili zangu uh -huh, ni zile za ashirafu ah. Na sasa Mwalimu Okello ndiye alinifunza Kiswahili, alikufunza eh, zile Kiswahili akrimu uh -huh. Mimi iriba yangu uh -huh. ni ashirafu walifunzwa Kiswahili sanifu ama Kiswahili sharifu uh, sanifu ni zote akrimu uh -huh. Uh -huh. na ashirafu uh -huh, lakini ashirafu sasa ni bora sana uh -huh. e kuliko akrimu DJ DJ DJ DJ e